Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kuwa salama siku hii ya leo. Nipende pia kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa heshima kubwa aliyotupa mkoa wa Iringa kuandaa mashindano ya UMITASHUMTA na UMISSETA kwa mwaka 2025. Mkoa wa Iringa umetunukiwa heshima kubwa kwa mwandaaji wa mashindano haya ya kitaifa. Aidha, nipende kuwahakikishia wageni wote wanaendelea kuwasili mkoani kwetu kutoka mikoa yote Tanzania Bara. Nipende kuhakikishia kwa, kwa Iringa ni salama na itaendelea kuwa salama kwa muda wote wa mashindano na kwa washiriki wote watakaokuwepo hapa mkoani kwetu. Mashindano haya ya michezo hufanyika kila mwaka kujumuisha wanafunzi wa shule za msingi na sekondari kutoka Tanzania Bara na Visiwani. Kwa miaka mitatu mfululizo hadi kufika 2024 mashindano haya yalifanyika mkoani Tabora. Sasa ni zamu yetu wana Iringa kwa wenyeji wa mashindano haya kwa miaka mitatu ya mitatu ijayo. Ndugu waandishi wa habari, mashindano ya UMITASHUMTA na UMISSETA yataanza rasmi tarehe nane mwezi wa sita mpaka tarehe 30 mwezi wa sita. Mashindano haya yatajumuisha takribani washiriki elfu kumi kutoka Tanzania Bara na Visiwani, wakiwemo wanafunzi, wachezaji wa shule za msingi, wanafunzi wachezaji wa shule za sekondari, walimu wa, walimu wa michezo, maafisa sekta ya michezo na viongozi kutoka kwenye wizara yenye dhamana ya michezo hapa nchini. Mashindano UMITASHUMTA yataanza tarehe 8 mwezi wa 6 hadi tarehe 17 mwezi wa 6 na natarajiwa kufunguliwa rasmi na Mheshimiwa Kasim Majaliwa, mbunge, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe 9 katika viwanja vya Kichangani. Wakati wa mashindano haya michezo ita itakayoshindaniwa ni pamoja na soka wavulana na wasichana, mpira wa kikapu, mpira wa kengele, mpira wa wavu, mpira wa netiboli, fani za ndani ambazo zitashirikisha ngoma, kwaya na muziki ya kizazi kipya. Aidha, mashindano haya yatafanyika katika vifuatavyo: Shule ya Sekondari Wasichana na Iringa, Shule ya Sekondari Lugalo, na viwanja vya Chuo cha Ualimu Klerru. Ndugu waandishi wa habari, napenda kuwaalika wananchi wa mkoa wa Iringa kushiriki kwa kwenda kushuhudia mashindano ya michezo mbalimbali kutumia mbali fursa hii kuuza bidhaa katika viwanja vya mashindano mbalimbali mbali, kwa wajasiriamali wadogo na wakubwa pia kushangilia timu za mkoa wetu na Iringa ya UMITASHUMTA na UMISSETA. Mwisho natoa wito kwa wananchi kujitokeza katika viwanja vya Kichangani tarehe tisa mwezi wa sita ili kushuhudia uzinduzi rasmi wa mashindano haya katika shughuli ambayo itaongozwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana kunisikiliza. Kwa kunisikiliza kwa sababu ina rotate, serikali ndiyo inaamua. Kwa maana sasa walianza Tabora, wamefanya miaka mitatu then serikali ikapanga kuleta sasa Iringa kwa miaka mitatu, kisha atapanga mkoa mwingine hivyo hivyo. Lakini ina faida tunapoandaa haya uh, acha ku- ukishaandaa mashindano miaka mitatu mfululizo kinachotokea utapata advantage ya kuwa na viwanja. Ni wakati wa ku, kufanya michezo iwe jambo kubwa kwenye mkoa wetu, na ndio namna kuweza kukuza vipaji vya watoto ah, viwa, yes, viwango sio vikubwa kama ninavyotarajiwa, lakini lazima tuanzie sehemu. Hatuwezi kusema tuache michezo kwa sababu viwanja havijawa vizuri, na ndio maana unaona sasa, tunafanya miaka mitatu mfululizo ili na uwekezaji nao ukifanyika mfululizo tuta end up tunakuwa na viwanja vizuri vya michezo hiyo yote. Kwanza timu zetu zimejiandaa na sio kama tumeandaa tu mashindano, tumejipanga kushinda kama mkoa. Kwa hiyo walimu wetu wa michezo wanafanya vizuri, wameandaa timu zetu zote vizuri. Kwa hiyo kwanza tumejiandaa kushinda, lakini pia tumejiandaa kuhakikisha kutakuwa na amani muda wote wa michezo in terms of usalama, kuangalia watoto wanakolala wanavyoishi. Lakini pia ni fursa kwa mkoa wetu, ukiacha wale watoto wanaocheza, angalia hao walimu wanaokuja, watakuwa, watakuwa hapa kwa muda wote almost mwezi mzima, maanake kuna fedha itabaki kwenye economy ya Iringa. Kwa kama mkoa tumejiandaa, na ndio maana tumewapa watu mpaka, watu wanaanzisha biashara kama za chakula, tumewatafuta, tumewapa kwa maana kama kwa, kwa ruksa kibali tumetenga maeneo ambayo yatakuwa yanatoa hizo huduma yote. Haya ni maandalizi kwa kama mkoa, tumejiandaa kwanza kushinda, lakini pia tumejiandaa kuhakikisha michezo inafanyika kwa ufanisi mkubwa. Ninayo hakika tunapomaliza miaka mitatu hii, tutakuwa shule zote zina viwanja kwa sababu sasa tunalazimika. Kwa hiyo mimi tu mimi nimefurahia hii ni challenge kubwa wameleta, lakini wana upgrade mchezo kwenye mkoa wetu Jaribu kuongea na wafanyabiashara ili wajitahidi wa wahakishe hawapandishi bei, na hili tunalisimamia. Nimeshaongea maafisa biashara, wote wako alert ku, wasije wakapandisha bei ya nasari, hatutokubali.